Rais wa Marekani Donald Trump alimwalika Devae DJs Daniel kijana wa umri wa miaka 13 na anayepambana na saratani ya ubongo kuhudhuria hotuba yake mbele ya Kongresi. Wakati wa hotuba hiyo, Trump alimfanya DJ kuwa mwanachama wa heshima wa US Secret Service akitimiza ndoto yake ya kuwa afisa wa utekelezaji wa sheria. DJ amekuwa akiapishwa kama afisa wa heshima katika zaidi ya mashirika mia nane ya utekelezaji wa sheria ili kueneza uelewa kuhusu saratani ya watoto kwenye hotuba hiyo, alipongezwa kwa ujasiri wake, huku Trump akimtambua kama mfano wa matumaini ya udhibiti. Hii ni Mamingo Digital, mimi naitwa MD6 mtakatifu. Tazama hapo kwenye picha, kama unavyomuona kijana huyo kabisa mdogo DJs mwenye umri wa miaka 13 akiwa na Rais Donald Trump katika Secret Service ya saratani ya ubongo huko nchini Marekani. Niambie hapo chini kwenye comment ni kwa namna gani kijana huyo ame kuvutia kutokana na tatizo lake la ubongo alilonao na utekelezaji wake katika serikali ya Marekani.